Ni siku ya jana rapper Drake aliachia video kazi yake inaitwa Nokia. Hii ni kazi ambayo inapatikana kwenye album ambayo ni ushirikiano kati yake na Party Next Door. Album inaitwa Some Sex Song for You SS for You. So hii ni single ambayo inapatikana humo, lichokuwa Drake amehusu yeye mwenyewe ni mwanzo mpaka mwisho, na ni video nzuri sana, kama ambavyo amekuwa pale ambapo linakuja swala la kazi za kimuziki kwenye video production. Sasa huenda ikatuchukua muda sana kuacha kuwazungumzia yeye pamoja na Kendrick Lamar ambao bifu lao limeweza kuchukua nafasi tangu mwaka 2024 kuja mwaka huu 2025 na, na heni kufuatia tu wachaji wa hii video mashabiki kukompea baadhi ya scenes ama seti, wakifananisha na kile ambacho kimekusha kufanyika kwenye video ya single ya Kendrick Lamar Squabble Up inayopatikana kwenye albamu yake ya Jinx. Na sio hivyo tu, baadhi ya set ama scenes ingine kutokea kwenye Super Bowl performance ya rap huyo pia na mfanano na baadhi ya scenes za video hii ya Nokia ya rapper Drake. Sasa hapa nakusogezea baadhi ya sehemu hizo ambazo zinahusishwa na Mfano ama kama ambavyo mashabiki wamedai kwamba Drake ameweza kumwiga Kendrick Lamar kupitia kazi yake ya kimuziki na tamasha lake ambalo lilifanyika mwezi Februari kwa mwaka 2025 kupitia NFL Super Bowl Halftime Show. Picha hii inaonyesha kipindi ambacho Kendrick Lamar alikuwa kitumbuiza na akiwa amezungukwa na dancers wake, so tazama hii scene ya pili ama picha hii ya pili ambavyo inaonyesha Drake kupitia video yake ya Nokia. Kuna namna ambavyo mashabiki wanaleta kwamba hii ni copy and paste ya Drake kwenda kwa, kwa Kendrick Lamar. Sio hivyo tu, kwenye ile set ya Kendrick Lamar kupitia Super Bowl performance kuna ile vision ya juu, yani, namna ambavyo cameras zilikuwa zinaonesha tukio zima, ma stage kwa juu, dancers na taa, Kendrick Lamar namna ambavyo alikuwa akiperform. Sasa hii ni moja pia picha ambayo inapatikana kwenye video ya, ya, single Nokia, ya Drake. And, kama unavyo wingo dancers, tazama wingo dancers kwenye seti ya Kendrick Lamar na Drake. Watu wanasema kwamba ni kama to the same, hamna utofauti. Na licho kuwa video ya Nokia ya Drake ametumia black and white pakubwa. Sasa ukiacha na hiyo pia, kuna baadhi ya scenes ambazo wamehusisha na single Kendrick Lamar Not Like Us kama unavyo hapa. Ina picha ambayo ukitazama video usika Kendrick Lamar kwenye music video. Hapa kuna zile lights ambazo zinakuwa zina pop up na kuzima, lakini pia ukitazama kwenye video Nokia licho kwamba hizi ni picha Kwenye hii seti ama hii scene, vivyo hivyo lights zina pop up, lakini pia zinakuwa zinazima kutengeneza tu muonekano mzuri. So mashabiki pia wameweza kudai kwamba huu ni mfano wa Drake ameweza kumwiga Kendrick Lamar kupitia not like us video. Tazama namna ambavyo Kendrick Lamar alikuwa akisalimiana na, na ujamaa kwenye video ya Not Like Us, lakini pia tazama hapa mkono wa Drake ambao pia ameweza kutumia kama cover la single ni zile akisalimiana gang signs ambazo walikuwa kipeana kama sehemu tu ya kusalimiana. Yote yote imeweza kueleza kwamba Drake amepita mule mule ambapo Kendrick Lamar alipita. Kama ulitazama video ya Not Like Us, kuna hii sehemu ambayo Kendrick Lamar akiwa amemfungia bundi kwenye cage, na bundi ni sign ya OVO, OVO, ya Drake sasa Drake kwenye scene ya kazi yake Nokia, yeye ametumia bondi wengi kidogo, lakini bondi ambapo huru hawako kwenye cage kama ambavyo Kendrick Lamar alikuwa amefanya. Sasa yote yote kwamba haya ni majibu ya Drake kwenda kwa Kendrick Lamar nahizi tu ni scenes chache kwa kile ambacho kimeweza kuelezwa. Sasa kama ujapata nafasi ya kuitazama Nokia single ya Drake It's Your Time Now, utaona mengi tuna kwa upande wako. Kama ni mfuatiliaji mkubwa sana wa kile ambacho kimekuwa kichukua nafasi kuwahusisha wawili hawa, unaweza kujifunza mengi. Itazama hii kazi, itazama not like us, na pia squabble up, lakini pia performance ya Super Bowl halftime show ya Kendrick Lamar. Na so hivyo tu siku ya jana ilikuwa ni siku ya ujinga duniani yani, April mosi ama April Fools Day. Sasa, Wireless Festival, tamasha la kimuziki ambalo waandaji walimthibitisha rapper Drake ya kwamba atahusu kwenye uendeshwaji yani kwenye face tatu, kama headliner kwenye face ya kwanza, siku ya kwanza, siku ya pili na siku ya tatu, huko London, kuanzia Julai 11 mpaka Julai 13, huko pia akisindikizwa na masta wengine kama Summer Walker, The Mandem, Vibes Katena hata Banaboy. Siku ya jana walianza kudanganya kuwa kwenye moja ya seti ya tamasha hili Drake, kama headliner, Kendrick Lamar atahusu kama special guest. Licho kuwa watu hapo mwanzo waliweza kukanganywa, lakini baada yakaja kuthibitishwa kuwa ni utani tu na hakuna ukweli wowote. So huku ndiko ambako Drake na Kendrick Lamar bado wanazungumziwa kwenye masuala ya kibiashara. Hapa ni SNS Management, audio series za kusisimua, makala za ulimwengu, siasa za dunia, katika uchambuzi wa kina